Tu wanahabari na, na Watanzania kwa ujumla, kwa majina naitwa Messi Rufingo. Uh, mimi nawakilisha wataalamu, wasomi na watafiti ambao kwa nchi hii tumekuwa tukifanya utafiti kwenye masuala mbalimbali, na kwa binafsi nimekuwa nikijihusisha na masuala ya mazingira, lakini na wenzangu katika kada zingine nikiwa na maanisha kwa wasomi, watafiti na wataalamu. Uh, sisi huwa tunakuja na tafiti mbalimbali, tunakuja na majibu na kupendekeza kwamba tuliona tatizo fulani, tunapendekeza utatuzi uwe namna hii. Kwa tumefanya hivyo mara nyingi tumekuwa tukiweka kwenye machapisho mtandaoni yeah. Kwa, lakini kwa upande wa watu kusoma au taasisi husika kufikiwa na kuchukuliwa maamuzi yeah, imekuwa inachukuliwa kwa uzito inategemeana na na wakati huo, na vipaumbele vya taasisi husika. Sasa kwa leo tumekuja na swala la huduma ya maji na huduma ya umeme bila malipo kwa kila mwananchi hapa Tanzania na wito huu unakuja kipindi hiki ambapo tuna swala la uchaguzi. Oktoba 29 tunatarajia kupiga kura wananchi wote kama ilivyoelekezwa na mamlaka husika. Sisi tunakuja kabla ya uchaguzi ya kufikisha ujumbe kwa viongozi wetu watarajiwa, kuanzia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa wabunge ambao baadaye tutapata Mheshimiwa mawaziri pia kwenye wizara husika, na kwa swala letu la maji na nishati, tutapata mawaziri wa maji pia na mawaziri wa nishati k oh, hili pia linawahusu kwa maana kabla hawajaingia katika nafasi hizo, waone tunapendekeza nini sisi, wasomi wataalamu na watafiti. Lakini mashuhuda madiwani ambao wako jirani pia na wananchi, kutoka maeneo yao. Ah, mapendekezo yetu ni kwamba kila mwananchi ana haki ya kupata maji na umeme kwa upande wa nishati. Lakini kwa sasa ili mambo haya yaendelee na hivi ndio yanavyoendelea, kila mwananchi anachangia hizi huduma. Kwa hiyo ndio tuna zile bili za maji na bili za umeme ambapo kuna control number au na taratibu zingine zote za kulipia. Sasa sisi katika tafiti zetu tumeona ile ya mtu, kila mtu ana haki ya kupata huduma hizi, asije akakosa hizi huduma bila kama hana kipato, na tunajua vipato vya watu wengi zaidi sio vikubwa kiasi hicho, kwamba hicho kipato ambacho anaweza kununua labda maji au umeme, huenda amefanya kipaumbele tu kwamba hana namna, ila alitaka afanye kitu kingine, muda mwingine anazimika kukosa asinunue hayo maji au umeme, mambo mengine yaende kwa tumekuja na tafiti kuonyesha kwamba inawezekana serikali yetu ikawapa wananchi hizi huduma kwa kiwango kidogo angalau bila malipo. Kwa tutategemea kwa upande wa maji tuwe na huduma ya maji ya kunywa, ile sehemu ya maji ya kunywa, maana matumizi ya maji nyumbani ni mengi, ila ile maji ya kunywa ambayo wengi tumezoea tukinunua labda maji ya chupa. Isiwe mtu anakosa hata maji ya kunywa. Hapo kuanzia watoto, watu wazima na vijana na rika mbalimbali kulingana na mahitaji ambapo tumependekeza pia watoto mahitaji ya maji ya koje maji ya kunywa, tumeanza na mapendekezo ya nusu lita angalau kila mtoto kila siku awe anapata huduma ya maji ya kunywa bure bombani kupitia mamlaka zetu hizi, maana mamlaka zetu zimeboreshwa sasa, hizi zinatoa huduma ya maji safi na salama. Kwa upande huo wa maji ni hivyo, na upande wa umeme pia, kwamba isije kafika hatua mwananchi anakosa huduma ya umeme kabisa, kwamba iko tayari alale giza. Na kwa kesi yetu sisi watoto ni wanafunzi wengi wao wanajisomea usiku kutoka shule. Kwa hiyo tusikose ule mwanga hata wa kupata huduma ya kujisomea. Lakini sisi tunaishi nyumbani kwetu, majumbani kwetu, kuna habari kubwa ya ulinzi kama hakuna umeme. Matukio mengi yanaendelea. Kwa hiyo tunatarajia angalau tuwe tuna taa moja hapo kwa ajili ya kupata huduma ya mwanga ndani, shughuli zile za ndani kama ni sebuleni watu kujisomea na muda ule mfupi tu. Lakini nje pia usiku mzima watu waweze kupata huduma ya mwanga kwa maana ya usalama. Nadhani hayo ni mahitaji ya msingi. Hatuhitaji kuweka kila mtu awe na mpaka anunue ndio apate huduma hii. Kwa hiyo, wataalamu tumekuja na huo utafiti, tumeona inawezekana kwa gharama nafuu, lakini kwa wakati mwingine bila gharama. Kwa hiyo, tunakwenda na mapendekezo mbalimbali, na ndio maana tunawaalika wadau ili tuendelee kujadiliana kwa pamoja kwamba tufanyeje, kwamba serikali ibebe hii gharama ili huduma hii ya msingi kila mwananchi asikose lakini kuna namna nyingine tunaweza kuendelea kufanya sisi watafiti, baadhi yetu tuliofanya. Hatutaki mwisho ni sisi tu, tunaendelea pia kushirikisha wadau kwa pamoja, tufanyeje, kiwemo wadau husika, wizara ya maji pamoja na mamlaka husika, lakini na wizara ya nishati kwa upande wa wenzetu wa TANESCO. Kwa, kwa pamoja tutakuja na suluhisho kwa ujumla, tufanyeje. Sisi tumekuja na hili, tumeona inawezekana, tumeibua. Ndio kwao, nitaomba ni waonesheni namna ambavyo tulifanya.